June 25 nimeona watu wamejifanya watu wa advice mingi, wanakuja kutuambia vile vile tunafaa kubehave. Ukishanikosea au niambii vile nafaa kubehave, ulishanikosea sasa, ni mimi na decide cha kufanya. Wanasema ati tukienda state house tunakufa. Ojwang' alikufa akiwa ameenda state house. Bonvez Kariuki alikuwa state house. Si alikufa hapa? Wale watu walianguka na ndege India, walianguka statehouse. <laughs> kifo inaweza hata kupata kwa harusi, mufupa ikunyonge ukufi <laughs> Sasa kama sisi feti yetu ni kuenda pale tu wao, badala tunyanyaso yeah, tuishi kwa magoti yeah. Instead of living on our knees, we will choose to die on our feet, na lazima tuende hapa statehouse. Juu tumeongea kwa media ni kama hawasikii. Tunatuma video kama hizi hawaoni. Tunataka tuende tuongelee kwa geti. Wasikie tukiwa hapo kwa eh. Hey. Hapo kwa geti. Wale wanasema niende. Wale wanasema my friend ni kama hiyo sio yako. Harambee. June 25, nimeona watu wamejifanya watu wa advice mingi, wanakuja kutuambia vile vile tunafaa kubehave. Ukishanikosea au hauniambii vile nafaa kubehave, ulisha nikosea. Sasa ni mimi na decide cha kufanya. Wanasema hadi tukienda State House tunakufa. Ojuwanga alikufa akiwa ameenda steta. <laughs> <laughs> Boniface Kariuki alikuwa steta. Si alikufa hapa? Wale watu walianguka na ndege India walianguka steta. Kifo inaweza hata kupata kwa arusi mufupa ikunyonge. <laughs> Sasa kama sisi feti yetu ni kuenda pale tu wao. Badala tunyanyaso, tuishi kwa magoti Instead of living on our knees, We will choose to die on our feet. Na lazima tuende hapa State House. Juu tumeongea kwa media ni kama hawasikii. Tunatuma video kama hizi hawaoni. Tunataka tuende tuongelee kwa geti. Wasikie tukiwa hapo kwa, eh, hey. Hapo kwa geti. Wale wanasema niende. Wale wanasema my friend, ni kama hiyo sio yako yeah. Arambe. Kama sisi feti yetu ni kuenda <laughs> pale tuwae badala <laughs> tunyanyasa <laughs> <laughs> <laughs> tuishi kwa magoti. Instead of living on our knees, we will choose to die on our feet. Na lazima tuende hapa State House, juu tumeongea kwa media ni kama hawasikii.